18:15 hebu isome 18:15 Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii mm -hmm. miongoni. Hiyo miongoni miongoni miongoni miongoni ni Taurati, kumi na tano. E, kumi na tano. Taurati ndio. Kwa hiyo utabiri wa kwanza, mm -hmm. Mungu alimwambia Musa, Bwana Mungu atakuongezea, atakuondokeshea nabii miongoni mwa mm -hmm. ndugu zako, ukisikia ndugu zako bi maana kwamba ndugu za nani? za Musa, ambao ni nani? ni hao bani Israeli maana, mm -hmm. kwamba katikati yao Mungu ataondokesha nabii, na huyo nabii kama vilivyosema ni Kristo. hata mimi nakubali ni Kristo mm -hmm. sina shida mm -hmm. Mm -hmm. sasa kuna utabiri wa pili, temka kumi na nane mimi mm -hmm. nitawaondokeshea nabii mm -hmm. miongoni mwa ndugu zao. sasa unaona sio, sasa miongoni mwa ndugu zako mm -hmm. sasa, miongoni mwa ndugu zao, yaani hao wa Waisraeli wako na ndugu zao. Ndiyo. Ndugu zao ndio hao Waarabu, kwa sababu Ibrahimu alikuwa na watoto wawili, alikuwa na Isaka, alikuwa na Ismaili. Kwa Isaka ndio ametokea hao Waisraeli. Sasa kwa ndugu za Waisraeli Mungu ataondokesha wa nabii. Sasa hii ya pili, miongoni mwa ndugu zao hawezi ukasema Yesu. Yesu siyo ndugu zao, ndugu Yesu zake. ni miongoni mwao. Kwa hiyo anarudi katika utabiri wa kwanza, miongoni mwa ndugu zako bimana katikati yao, lakini miongoni mwa ndugu zao. Utabiri wa pili ni kwamba Mungu ataleta nabii miongoni mwa ndugu za Waisraeli, ambao ndugu za Waisraeli ni Waarabu. Wanaongea lugha same, tofauti ni maneno kidogo kidogo sana, umeona? Lakini ndugu moja kwa sababu umetoka wote kwa Ibrahim. Ibrahim hako nao watoto wao, nilivyosema, Isaka na Ismail. Kwa Isaka wametokea Waisraeli, kwa Ismail wametokea Waarabu, baadhi kabila ile ya Adnani, hmm. Nabii Muhammad wa nani nani, nabii ambao ni ni watoto wa katika katika kizazi Mungu alitokea alitokea alitokea nabii abaowaoa. Kwa hiyo Ismail alikuja hata kabla ya Musa, kwa hiyo inamaanisha kwamba wakati wa Musa alikuwa amebakia moja Muhammad pili katika utabiri wa pili. Kwa hiyo ile kumi na nane usiweke pale Yesu. Yesu hawezi fit pale, ni Muhammad. Yesu anafit kwa kumi na tano. Lazima ujue kuna utabiri mbili pale, utabiri wa pili. Nilisema kwamba watu wengi hawajajua historia ya Nabii Muhammad. Leo ukajua historia ya Nabii Muhammad, ndio utajua kama hii ni utabiri wa Muhammad, kwa sababu katika utabiri abadan huwa hahitaji jina, hutaja mji ama hutaja yani, hutaja Sehemu kama pingine kataja mji ama ikataja vitu kama hivyo, lakini kutaja jina huwa hitaji hata Yesu mwenyewe alipotabiria, ukiangalia katika gano la kale, sio katika gano jipya. Katika gano la kale hakuna mahali Yesu alitajwa kwa jina, kwa sababu alikuwa hajazaliwa imetajwa tu mji hey, Bethlehem, katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumba wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala pale, itajwa mji. Ushaona eh? ama ikataja ukisoma katika Isaya 7:14 kwamba bikira atachukua mimba, haikujulikani huyo bikira ni nani mpaka alipozaliwa Yesu. Kwa hiyo kwa kujua historia ya Yesu ndio watu wakajua, la kumbe hii ni ile kuwa utabiri ya nani ya Yesu, alipozaliwa miaka karibu mia sita baadaye. Sasa ili ujue kama utabiri ni ya Muhammad, ujue historia ya Muhammad. Kwa hiyo tunaangalia kidogo tu historia ya Muhammad, alafu tuangalie pale Aha, na hiyo kwe... ukibisha kwamba si Muhammad pia utatupatia ni nani. Sasa kwa hivyo kabisa kuna <laughs> kitu ambacho e, ningependa yani, unajua e, yani tuelewe pia na wasikilizaji waelewe kwamba umetaja katika utabiri no. E, hawataji jina bali kuna... hii exactly, itataja mji itataja event itataja hmm. kama, kama ilitajwa Bikira ambaye hmm. ni Mariamu hakuna aliyejua ni nani mpaka mm -hmm. alipozaliwa Yesu na bikira mm -hmm. ndio kajulikana hii utabiri ilikuwa ya Yesu. Aha, sasa naomba tusomee eh, andiko moja na dakika ngapi zangu? Eh, dakika zako ni kadhaa sana shekhe wangu. Haya, mm -hmm. nisomeshe Isaya ishirini na tisa kumi na mbili haraka haraka kwa mm -hmm. sababu katika historia ya Muhammad akija kupa ni aliyosoma eh, eh, nani mwalimu mm Herupe -hmm amesoma katika Qurani 7:157, mm -hmm. kwamba huyu nabii alikuwa ajui kusoma. Ni kweli alikuwa ajui kusoma niiliuajukusoma alipotokewa na Jibril, kaambia soma, akasema sijui kusoma. Mara ya pili soma, sijui kusoma. Mara ya tatu soma, sijui kusoma mm -hmm. kwa hiyo hii tunajua ni katika historia ya Muhammad alivyopata utume mm -hmm. Hebu nisome katika 29:12, tuone. Kisha chuo hiki kisha chuo hiki apewa mtu asiye na maarifa, apewa mtu asiye maarifa, akaambiwa akaambiwa kisome hicho tafadhali, soma hicho tafadhali. Akasema alisemaje? Sina maarifa mimi, sina maarifa, aliyosema exactly iqra maana bikari. Kwa hiyo hautajua mpaka ujue historia ya Muhammad. Sasa hii ni moja katika utabiri wa Muhammad ambaye niko live hahitaji mambo mengi. Umesema ni Isaia? Isaia 29:12. Nee, Alipotokea katika Gharul Hira akaambiwa soma akasema sijui kusoma, maneno yale yalikuwa yameandikwa katika Biblia. Mm-hmm. Hakuna mtu mwingine ishawahi mtokea. Tangu dunia imeumbwa mpaka leo mpaka itaisha. Ama kama iko umeeleza tueleza. Ah, hamna neno kweli kabisa, <laughs> kweli <kwenye> kabisa. <laughs> <Kwenye> kabisa. <laughs> E, labda e, tukimalizia tu labda kwenye hii awamu ya kwanza tungeweka tu mambo sawa unajua, ili kwa ajili tukisonga mbele tusirudie rudie nyuma. Eh, yeah. E, Sheikh Abbas umetaja e, Torati 18 18 e, na 18 19 na 18, 15, na eh, hmm. e, ningependa kurudi kwa kwa, na kwa... Isaya na 9, e, lakini ningependa kwanza kabisa no. e, kuhakikisha hii ya kumi na nane mm -hmm. e, maoni yake mwevangelisti Oliver Erupe no. e, maanake ni maandiko ambayo unaamini, labda maelezo yatakuwa yapi? Unajua, pia kuna maelezo e, yake kama Erupe, labda hii Torati kumi na nane kumi na tano na Torati kumi na nane kumi na nane ina maana gani hiyo? <coughs> Torati ndio tayari ilikuwa imetimizwa katika <coughs> Biblia ndio. Ukiangalia um, kitabu, <coughs> kitabu cha mitume mlango wa tatu mlango <coughs> <na, coughs> wa tatu na kifungu uh, cha ishirini na mbili tatu ishirini na mbili mitume, mitume tatu, 22. Yeah. Inaeleza kwamba mm -hmm. <coughs> tatu ishirini na mbili. mm -hmm. Inasema kwamba yeah. um, bila inasema mm -hmm. Uh, yeah, nisema, yeah. Kwa maana Mo- Moses mm -hmm. Musa mm -hmm. alisema Bwana yeah. Mungu wenu mm -hmm. atawainulia mm -hmm. nabii kama mimi yeah. kutoka mm -hmm. miongoni mwa ndugu zenu mm -hmm itawapasa kumtii huyo kwa kila jambo atakalowaambia. Pia ukiona katika uh, mlango wa saba na kifungu cha thalathini na saba mm -hmm. mlango wa saba jok, kitabu cha matendo ya mtume saba uh, thalathini mm -hmm. saba inaeleza wazi kwamba huyu ndiye yule Musa aliwaambia Waisraeli Yeah. Mungu atawainulia nabii kama mimi kutoka miongoni mwa ndugu zenu wenyewe. 39 inasema uh, huyu ndiye yule Musa aliyekuwa katika kusanyiko huko jangwani ambaye malaika alisema naye pamoja na baba zenu uh, kwenye mlima Sinai, naye akapokea maneno yaliyo hai ili atupa, atupatie mm -hmm. um, kwa hivyo yeah. tukirudi mahali tulikuwa tumesoma mm -hmm. uh, wakati ule mm hiyo -hmm. tatu, I mean, kumi na nane Kumbukumbu la Torati kumi na nane na yeah. ishirini <coughs> kumi na nane kumi na nane inaeleza kwa kimombo mm -hmm. wazi. Mm -hmm. wacha nisome kwa kimombo halafu sasa ndio turudi tu mm -hmm. kwa Kiswahili yeah. yeah. inasema Um, I will raise up for them mm -hmm. a prophet mm -hmm. like you mm -hmm. from among their fellow Israelites. yeah. I will put my words in his mouth mm -hmm. He will tell them everything I command him. Mali na malinaleza, kwamba nitawainulia nabii kama wewe kutoka miongoni mwa ndugu zao nitaweka na ndugu zao, ndio wa pili, umeeleza hapo kwa Kiingereza kusema Israelites na ndugu yangu anasema kwa sababu anaeleza kwamba uh, <clears throat> kwamba kutoka miongoni mwa ndugu zao anajaribu kutofautisha, na kwamba uh, kutoka miongoni mwa ndugu zenu zenu na zao hapo uh -huh. Ndio analeta uh, kuleta uh, tofauti yeah. Kwamba zenu ni wa Israeli okay. um, Halafu uh, ndio iwe hiyo kumi na nane kusema kwamba um, <coughs> kutoka miongoni mwa ndugu zao, sasa ndio iwe an outsider, mtu wa nje ambaye sasa itakuwa ni, ni, ni kupitia ukoo wa Ismail, ambaye sasa Muhammad atakuwa anawakilisha <coughs> lakini kulingana na Biblia <coughs> ukiona hapo kwa Kiingereza inaeleza wazi kwamba huyo um, nabii ambaye atakuja takuwa uh, mm -hmm. ni Muisraeli yeah, sio kwamba uh, kwa sababu imesema zenu, mm -hmm. ni kumaanisha nje ya yeah, Wanaisraeli mm -hmm. ni Muisraeli na pia ndio mm -hmm. maana ukirudi katika kumi na saba na ilikuwa ni merifaa hiyo in the next kumkumbula Torati kumi na saba kumi na tano walikuwa wanafanya kipana kipananisho ili hiyo scripture iweze kuwa kwamba inalingana na vile Biblia abilia imeeleza mahali mm -hmm. pengine sehemu nyingine ndio mali ilikuwa inaeleza kwamba inasema. mm -hmm. Uh, <coughs> kwa kimombo ndio kimombo, ya Kiswahili nasema kwamba, kuweni na uhakika wa kumweka mfalme juu yenu ambaye Bwana Mungu wenu atamchagua. Ni lazima atoke miongoni mwa ndugu zenu wenyewe, msiweke mgeni juu yenu ambaye si ndugu wa Kiisraeli. Unaona sasa, hata kwa upalme ilikuwa iwe nyumba ya ya Israeli manabii pia nyumba ya Israeli, lakini sasa mwenzangu anasema yule ambaye anasema sao, huyo ni ule wa nje, ambaye sasa hii utabiri unamulika ambaye iwe ni Wa Kristo. Anasema sio hivyo, ni ndani ya nyumba ya Israeli. Hivyo ndio vile Biblia inavyoeleza mlango wa 17, 15, mlango wa 18 hadi kuanzia kumi na tano hapo hadi pia hiyo kumi na nane ulikuwa umeeleza, hivyo ndivyo vile imeeleza wazi. mm -hmm, sawa kabisa. Huyo ni mwevangelisti Oliver Erupe hapo akiweka mambo sawa, zikiwa ni saa tatu majira ya Afrika Mashariki e, saa tatu siku ikiwa imetimia kwa sasa. Tunakwenda kwenye pumziko fupi, lakini tukirejea kwenye awamu ya pili, tutakuwa tukizamia ndani ya mada hii mzima mzima, na ningeomba wakati huu kwa sababu umeshapata kipindi e, cha awamu ya kwanza kwenye awamu ya pili basi, ningeomba pia wewe msikilizaji, wapo una andiko lolote, wapo una maoni yoyote, wapo una ushauri wowote, basi uweze kuzama ndani ya 0727444454 au 0738648881 ili uweze kutoa maoni yako, maanake cha msingi zaidi wewe kama msikilizaji ndiye ambaye kipindi hiki kinakufaa zaidi, ama ambaye tunakukaribisha sana katika kipindi cha siku ya leo. Usikwende mbali, tunarudi kwa awamu ya pili.